Ndugu zangu kanisa la Mungu, lakini pia jamii nzima ya Watanzania, uh, ninaendelea kama ambavyo tumezungumzia juzi, tunaendelea kumpa pole, uh, Father Kitima Charles ambaye amepata madhara ya kuvamiwa na hata kuumizwa, kujeruhiwa katika mazingira ambayo kwa kweli yamesikitisha kama nilivyosema juzi katika vyombo vingine vya habari, hili jambo kwanza limetushtusha, limetuhuzunisha na tulifikia hatua ya kusema ni jambo la kinyama ambalo lilifanyika, lakini najua hili jambo nyuma yake kuna ushetani. Kwa hiyo tunachokiomba kwetu sisi wa Tanzania kuendelea kumkemea shetani, ili mawazo kama hayo ya kuweza kudhuru binadamu mwingine asiwezi kutokea. Ninamshukuru Mungu sana kwamba taarifa ambazo tunaendelea kuzipata mimi imeweza kujaribu kupita pale kwamba uh, padri anaendelea vizuri. Lakini tunajua uh, kanisa Katoliki kwa njia zake zilizo rasmi zitaendelea kutupa taarifa, lakini ningependa tu kuwaona kanisa ambao uh, wanamesikia kanisa, wengi wameniuliza Tua KKT kwamba tunaendeleaje. Eh, tuendelee kumwombea Father Kitima, maombi mwombea yeye aendelee kuimarika, lakini pia kuendelea kuiombea nchi amani, na kuondoa kabisa kabisa watu wenye fikra za kuadhuru wengine. Tuendelee kuomba ili roho hii isijirudie tena. Hayo ndio maombi yangu, na si jambo ambalo ah, linaleta lina ah, heshima kwa nchi bali zaidi inaendelea kututia aibu kama taifa. Hivyo tunahitaji kuendelea kumlilia Mungu ili tabia kama hii na roho kama hii iendelee kuto, kuto, kutoweka, sio tu kwa ajili ya watumishi wa Mungu kama Father Charles Kitima, lakini pia hata sisi kwa sisi katika jamii yetu, katika vijiji, kumdhuru mtu si jambo linalopendeza. Na tukumbuke kwamba damu inayomwagika isiyo na hatia ni damu ambayo itaendelea kulia daima katika ardhi. Tanzania ili uwe na amani, Tanzania ili iwe na baraka, Tanzania ili Mungu aendelee kuiangalia, isiwe ni nchi ya kuweza kuuana au kupoteza maisha pasipo hatia. Ndugu zangu, kanisa la Mungu lakini pia jamii nzima ya Watanzania. Uh, ninaendelea kama ambavyo tumezungumzia juzi, tunaendelea kumpa pole uh, Father Kitima Charles ambaye amepata madhara ya kuvamiwa na hata kuumizwa kujeruhiwa, katika mazingira ambayo kwa kweli yamesikitisha, kama nilivyosema juzi katika vyombo vingine vya habari hili jambo kwanza limetushtusha, limetuhuzunisha, na tulifikia hatua ya kusema ni jambo la kinyama ambalo lilifanyika. Lakini najua hili jambo, nyuma yake kuna ushetani. Kwa hiyo tunachokiomba kwetu sisi wa Tanzania, kuendelea kumkemea shetani, ili mawazo kama hayo ya kuweza kudhuru binadamu mwingine yasiweze kutokea. Ninamshukuru Mungu sana kwamba taarifa ambazo tunaendelea kuzipata mimi imeweza kujaribu kupita pale kwamba uh, padri anaendelea vizuri, lakini tunajua uh, kanisa Katoliki kwa njia zake zilizo rasmi zitaendelea kutupa taarifa, lakini ningependa tu kuwaona kanisa ambao uh, wananisikia kanisa, wengi wameniuliza wa KKT kwamba tunaendeleaje. Uh, tuendelee kumwombea Father Kitima, maombi mwombea yeye aendelee kuimarika, lakini pia kuendelea kuiombea nchi amani, na kuondoa kabisa kabisa watu wenye fikra za kuadhuru wengine. Tuendelee kuomba ili roho hii isijirudie tena. Hayo ndio maombi yangu, na si jambo ambalo uh, linaleta lina uh, heshima kwa nchi, bali zaidi inaendelea kututia aibu kama taifa. Hivyo tunahitaji kuendelea kumlilia Mungu ili tabia kama hii na roho kama hii iendelee kuto, kuto, kutoweka sio tu kwa ajili ya watumishi wa Mungu kama Fada Charles Kitima, lakini pia hata sisi kwa sisi katika jamii yetu, katika vijiji. Kumdhuru mtu si jambo linalopendeza na tukumbuke kwamba damu inayomwagika isiyo na hatia ni damu ambayo itaendelea kulia daima katika ardhi. Tanzania ili uwe na amani, Tanzania ili iwe na baraka, Tanzania ili Mungu aendelee kuiangalia, isiwe ni nchi ya kuweza kuuana au kupoteza maisha pasipo hatia.